Mudavadi, kufanya kwake mi naona ako sawa kisiasa, ki sababu aliona ile nyumba ako ananyeshewa, na sisi tusione uchungu vile alitoka huko, sababu ye mwenyewe anajua vile alikuwa ananyeshewa. Amewacha mambo zote za ODM, yeye bado yuko mbunge na kila mwezi atakuwa anapata pesa ya mbunge ya ODM. Hiyo ndio constitution gani ambao imeingia pale, tunaomba avue vitu yote mamlaka yote ya ODM, Deputy Prime Minister, waziri na umemba, aende bila likoja. Musali ametufanyia vizuri kwa maana tumengojea from... kiati anataka toka, anataka toka, na tu atuone akitoka sasa. Kitu mimi namwambia Raila, Musali ametoka ODM, sisi ni ODM sahihi, sisi ni ODM original wenye tulileta ODM sisi wenyewe raia tunachakua mtu ile apatie hiyo kiti saa hii for, for the time being kabla tujaenda election. Na mwamba, sina mshangao wowote kuwa mheshimiwa Musalia amehama chama cha ODM, sababu kwanza hakuwa na faida yoyote kwa chama cha ODM. Pili, nasikitika ya kuwa japokuwa amekuwa kwa muda mrefu kama waziri wa fedha, sasa watu wa mkoa wa magharibi hatuna jambo lolote ambalo tunaweza kufurahia. Sasa kwa hivyo leo hii, kama anaenda kama kibaraka katika chama cha watu wa mkoa wa kati, ni sikitiko sana kwa watu wa mkoa wa magharibi. Lakini atumainia kwa mkoa wa magharibi tuko kidete na mheshimiwa Raila, ili atupatie mabadiliko ambayo pia sisi kule kwetu tupate ma ma maendeleo. Sisi ni wananchi, sisi ndio tuko na kura. Kwa hivyo hawa viongozi wote sisi tunawajua. si, si, si, si, so, sawa sawa. Kwa hivyo nafikiri amefanya uamuzi wake kidemokrasia jinsi yeye mwenyewe angetaka kufanya kama mkenya wote, lakini time will tell What happened today we'll know, kuna siku itakuja tutajua what happened. Kwa hivyo tuzimwingilie, lakini siku itakapofika, siku kupiga kura, tupige kura, tunajua watu wabaya Kenya hii na watu wazuri. Mimi sina mengi. Musalia amefanya vile angekuwa anatakiwa kufanya, ameonyesha demokrasi in ODM hakuna. Munajua historia ya, ya, ya ODM Munajua? Ile mtu mmoja mtu fulani mm. Na anataka kusema kukugua die pate pete leader ajio presidential candidate mmoja. Okay, okay. Anasema hivi this go for democracy, ukinisida ni kuunge niku, ukinisida, ni kuunge ni kuunge kumba uko gani katika msaja kutoka ODM, si kwamba ilikuwa mambo ya demokrasi. Alitumia jina kwamba demokrasi na mambo ya katiba kuwa mbaya ili kujiondoa ODM, lakini tujue kwamba hako na hapa hana ambaye ilimfanya kwamba akatoka ODM. Ni vizuri vile ameenda kutengeneza chama chake, lakini tukichua ya kwamba vile ameenda naye ni vizuri, ameenda kivyake, lakini ajue kwamba ametoa nafasi mzuri kwa Odinga. Kama angejua angebaki ODM, lakini sababu ametoka, sasa Wakenya wengi watakuwa wakitegemea kwamba Raila Odinga ndiye amebaki kiongozi peke yake wa ODM.